Napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha katika kitabu kipindi hiki cha kwanza. Kabla hujaanza kufundisha au kuongoza kikundi chochote, ni muhimu kuelewa kuwa kuna vitabu viwili ambavyo vimetengwa na kanisa la AIC ambavyo ni vitabu vya msingi vilivyoandaliwa kwa kukusaidia kuwafundisha wengine. Uh, sehemu hii ya kipindi ambacho nimekiandaa itavielezea vitabu hivi viwili Mawakala wa Moto, chochea moto ulio ndani, na Mwongozo wa Majadiliano. Ukumbuke kwamba kila kitabu ambacho tutakizungumzia leo kimeandaliwa kwa kusudi la kipekee katika kukusaidia wewe, mtumishi wa Mungu, kuwalea wengine. Sio tu kuwalea kiroho, lakini kuwasaidia waweze kukua na kuwa watu ambao wanaeneza moto wa roho katika kanisa na katika jamii. Ni vitabu ambavyo utavifurahia. Ni vitabu ambavyo ninapenda kukuletea muhtasari wake ili uweze kuelewa kile kilicho ndani yake. Kwa hiyo kitabu cha kwanza uh, ni Mawakala wa Moto. Uh, utaona hapo, uh, jarada lake ni kitabu kizuri ambacho kina sura nane za mafundisho na kimeandaliwa na, ambacho kitakusaidia, nimekigawa katika sehemu tatu kuu zinazomwongoza msomaji kwenye kanuni mbalimbali mbali, na jinsi ya kuziweka kanuni hizo katika matendo, na ni muhimu uweze kutambua hizi hizi sehemu tatu ambazo zimegawanywa. Sehemu ya kwanza, ambayo ni sura ya kwanza mpaka ya tatu, inaweka ule msingi wa Biblia juu ya agizo ambalo Paulo alimwambia Timoteo katika Timoteo wa pili sura ya kwanza mstari wa sita hadi wa saba anasema na kukumbusha wewe Timotheo. Anamkumbusha mambo makubwa mawili, anamkumbusha juu ya kwamba yeye ni nani, lakini pia anamkumbusha kwamba yeye ameitwa. Kwa hiyo ni kupitia katika mistari hii tunaona kwamba sisi nasi tunakumbushwa kwamba sisi ni akina nani kama Wakristo, lakini pia tunakumbushwa wito wetu. Kwa hiyo hii ndiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ya, ya kitabu hiki cha Mawakala wa Moto, chochea moto ulio ndani yako, kinajaribu kujibu swali la kwamba je, wewe umeitwa kufanya nini? Na sehemu hii ya pili ambayo ndiyo kiini cha kitabu nimeigawa kwa kutumia neno la kimkakati moto, ambazo ni kanuni nne zinazotufundisha juu ya wito wetu wa kuishi kwa kusudi la Mungu kila siku ya maisha yetu. Kuna herufi nne. Herufi ya kwanza ni M, ambayo inawakilisha wito wa kuishi kwa misheni kuwa ni sehemu ya mpango mkuu wa Mungu kwa ulimwengu kwa njia ya huduma ya kila siku na ushuhuda ulio hai. Tunatakiwa kuishi kimkakati, lakini pia herufi ya O, oh, ongeza, ongoza, ongozwa na Roho Mtakatifu. Sisi sote tuliookolewa ni lazima tuishi kwa kuongozwa na sauti ya Roho Mtakatifu kuishi kwa maelekezo yake, kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na herufi ya T inawakilisha neno la toba, wajibu wetu kupitia toba ya kweli na mabadiliko ya ndani yanayoonekana katika mwenendo wetu wa kila siku. Tunatakiwa kuwa watu ambao tuko na maisha safi mbele za Mungu, tabia njema watu ambao tumeitwa kuishi kwa kusudi la kumwakilisha Kristo kama mawakala wake hapa duniani. Lakini ni herufi ya mwisho O, oh, ambayo inazungumzia juu ya wajibu wetu wa kuongeza wafuasi wa Yesu, kueneza moto wa injili kwa kuwafikishia huu moto watu wengine, wa kuwafundisha wengine na kuwasaidia wawe wafuasi thabiti wa Yesu Kristo. Hizo ndizo kanuni nne ambazo zimeelezwa katika hii sehemu ya pili ya kitabu. Sehemu ya tatu ya kitabu hiki na yenyewe ni ya muhimu sana, uh, ni sehemu ambayo inazungumza juu ya jinsi ambavyo tumeitwa kuhudumisha na kueneza moto wa imani. Sawa, tunatakiwa ku, ku, kuishi ku, kulingana na mapenzi ya Mungu lakini pia tunatakiwa kuhudumisha sasa hii. Sehemu hii inatoa mwongozo wa vitendo kuhusu jinsi ya kuendeleza moto wa kiroho. Na tunafanyaje? Tunafanya kupitia maombi yetu ya kila siku, ibada zetu za binafsi, pamoja na ibada za pamoja, nidhamu za kiroho ambazo ni kusoma neno la Mungu kuomba, lakini pia uongozi wa makusudi unaowasaidia wengine. Kila sura ya kitabu hiki ina mafundisho ya Biblia yaliyo wazi. Mifano niliyoitumia ni mifano halisi kabisa ya Kiafrika, na kila sura ina maswali ya kutafakari na hatua za kuyatekeleza kwa vitendo. Uh, haya mambo ambayo tumejifunza, kitabu hiki kinafaa sana sana kwenu watumishi. Unaweza ukapindua kila sura ikawa ni ujumbe, ikawa ni, ni ujumbe ambao unatumia kuhubiri au kufundisha wengine, lakini pia kila sura inaweza ikageuzwa na no ikawa ni ni, ni mwongozo wa kusaidia muwe na majadiliano katika vikundi vyenu vya, vya washirika mnapokutana kama Bible study, na ni, ni, ni muhimu sana kue, kueleza hivyo, na pia kile kitabu chake cha, kingine, mwongozo wa majadiliano huleta ujumbe huo katika hali ya uhalisia, kwa sababu haupo tu kwa ajili ya kujifunza uelewe, lakini upo kwa ajili ya kutekeleza yale yaliyoandikwa katika uh, kila sura ya, ya, ya hiki kitabu. Kwa hiyo baada ya kuona kuangalia muhtasari wa, wa, wa hivi vitabu, kuna, kuna ujumbe mwingine ambao uko wazi, mbali na maswali haya ya kujua kwamba sisi ni akina nani na wito wetu ni upi. Kitabu hiki kinagusia changamoto kubwa inayowakabili watu wetu leo na nasema ni mtazamo wategemezi. Hali hii haijaathiri tu waumini wa, wa Kristo wa kawaida, bali pia viongozi wa makanisa, wazazi, na hata viongozi wa, wa kiserikali. Watu wengi wana kasumba ya kusubiri kupewa misaada kutoka kwa watu wengine. Tuna kasumba ya kusubiri misaada kutoka kwa viongozi wa jamii. Tuna kasumba ya kusubiri misaada kutoka katika mashirika ya misaada au hata mataifa nje. Tunasahau kwamba Mungu tayari ameweka ndani yetu karama ambazo zinatupatia uwezo na wito wa kutenda kwa ujasiri na kwa ubunifu. Kwa hiyo, Mungu ametupatia kila kitu. Mimi sisemi kwamba hatuhitaji hatu, hatu, hatu, hatu, hatu, hatu, hatu, hatu kusaidiana. Kuna wakati ambapo kweli utahitaji kusaidiwa, lakini kama huo ndio unakuwa mtindo wako wa kwa maisha kwamba wewe kila kitu unategemea watu wengine wa kufanya, hiyo ni tatizo. Na ndio maana Paulo anamwandikia Timotheo na kumwambia usiwe mzembe, kumbuka Mungu amekupatia vipawa, kumbuka Mungu amekupatia karama. Kumbuka Mungu amekupatia kila unachohitaji ili uweze kuishi kwa ajili ya Kristo. Na hapa naweza nikazungumza nika, nika pia Mungu ametupatia kila kitu ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu, maisha ya kiroho, lakini maisha ya katika jamii zetu. Ni ujumbe ambao ni wa muhimu sana kutoka katika kitabu hiki. Wa muhutasari wa pili ambayo nataka tuangalie ni muhutasari wa mwongozo wa majadiliano, na hiki ni kile kitabu cha pili. Kitabu cha mwongozo kinatoa maelekezo ya kupitia maswali ya majadiliano, jinsi sisi wa Kristo tunavyoweza kuelewa kwa undani kanuni za kibiblia na namna ya kuyaishi maneno yale yaliyoko katika katika katika, katika kitabu hiki, mwongozo huu unatoa nafasi ya kipekee kufanya mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza, mwongozo wa majadiliano unatupatia nafasi ya uchambuzi wa maandiko, sehemu maalum ya za Biblia na maswali ya ambayo tunaweza kuyatumia kutafakari kanuni ambazo zimeainishwa katika kila sura ya hii kitabu. Jambo la pili, majadiliano katika vikundi. Kitabu cha majadiliano kina maswali ya kuchochea uaminifu, kujifunza na ukuaji wa kiroho, mambo ambayo ni ya muhimu sana kwa sababu unapojadili unaangalia ni namna gani unaweza ukayaishi haya maneno au kanuni hizo ulizojifunza. Lakini pia kitabu hiki kinakupatia matumizi ya kila siku, hatua za kutekeleza mafundisho katika maisha ya kawaida na katika huduma zako. Na jambo linalofuata ni kwamba kitabu cha majadiliano kitakupatia nafasi ya kutafakari binafsi. Unaweza ukatafakari katika vikundi, lakini pia una nafasi ya kuandika mambo ya, ya kujifunza na hatua za utekelezaji kwa vitendo kanuni zile ambazo umejifunza katika hiyo sura, na ni muhimu sana tutambue kwamba kitabu cha mwongozo kinafaa zaidi kutumiwa: namba moja, katika vikundi vya majadiliano; namba mbili, katika semina. Kwa mfano, wiki ijayo tutakuwa na wiki nzima ya semina mbalimbali ya kujifunza maneno ya Mungu. Lakini kinakupatia nafasi ya kupata nafasi ya kujadiliana kwa pamoja, maana ina kina kinatupatia mifano mbalimbali mbali ya kutia moyo, na ili tuweze kukua pamoja na washauri wawezeshaji kwamba ni lazima kuwahimiza washiriki waliopo katika vikundi vyenu vya majadiliano kwamba kila wiki kwa kutumia kitabu cha mwongozo huu ni lazima wazingatie mambo ambayo ni ya muhimu kama nilivyoainisha katika slidi hii. Basi ni matumaini yangu kwamba Mungu ataweza kusaidia kuelewa vitabu hivi. Jambo ambalo ni la msingi sana ambalo nataka uelewe kwamba vitabu hivi vyote viwili vinafanya kazi kwa pamoja. Vitabu hivi vimeandikwa kwa makusudi ya kufanya kazi kwa pamoja, na kuna mambo muhimu ambayo unaweza ukayaona katika kitabu, vitabu hivi viwili. Kitabu cha Mawakala wa Moto ambacho ni kitabu kikuu chenyewe kinatoa msingi wa mafundisho na na kukusaidia na kukuhamasisha ili uweze kuchochea moto wa roho ulioko ndani yako. Lakini kile kitabu cha pili, aa, mwongozo wa majadiliano, hiki ninasema ni kitabu kazi. Kwa sababu kinafanyaje? Kwa sababu kinakuwezesha kuyajadili uyatafakari na kuchukua hatua zinazokuwezesha wewe, msomaji, kuyaishi na kuyatekeleza yale uliojifunza. Kwa hiyo hivi vitabu vyote vinakwenda pamoja. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu kuangalia hapa kwamba wewe sasa kama mwezeshaji, ninakushauri kwamba ujitahidi kuwahamasisha Wakristo wale utakaokuna wawezesha kanisani wafanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kusoma kila sura ya kitabu mapema kabla ya kuja kwenye kikundi au <clears throat> kwenye semina ambayo mtakuwa nazo kwa wiki nzima. Jambo la pili ambalo ni la msingi sana ufanye ni kwamba uwahimize kuja wakiwa tayari kutafakari, wawe wamemwomba Mungu, wawe tayari kuja kujadili na wawe tayari kuja kuuliza maswali ili kusudi waweze kufahamu zaidi. Waka, tunapenda sana kusikiliza kusikiliza, lakini ni muhimu zaidi kuwa watu ambao tuko tayari kuuliza, lakini lakini pia wawe tayari kuja wakiwa wamesoma muhtasari wa masomo, wawe wameomba, wawe wako tayari kuja kwa ajili ya ku, kujadiliana. Ni mambo ambayo yataweza kufanya hii semina ambazo mtaziendesha kuwa ni za manufaa zaidi. Katika sehemu inayofuata, tutaangalia njia mbalimbali mbali za kuwezesha kuvitumia vitabu hivi katika mazingira tofauti, ikiwa ni pamoja na ibada za katikati ya wiki, semina fupi kufundisha mtu mmoja kuwa mfuasi wa Kristo, lakini pia katika kampeni ya kanisa zima. Kwa mfano, wiki ijayo tutakuwa na na semina mbalimbali za wiki ya Pentecost. Kwa hiyo kitabu hiki kitakuwa na manufaa makubwa sana, na ambayo yatakuwa ni ya kukusaidia wewe Mkristo, wewe mtumishi wa Mungu. Basi Bwana akubariki na Bwana akuongoze. Basi ninashukuru kwamba ume, umeungana na mimi.